Onyesha watu kazi yako waache kusema uko na majini. Onyesha watu kazi yako waache kusema unafanya wash wash. Juu sasa hii kitu ya ati wewe unakuanga tuna pesa, ati wewe huyu huyu ni ako na pesa, tutakushuku we, we. <coughs> Tutakushuku. Tuonyeshe kazi yako, tukuje hata tusupport, tununue kitu unauza, si ndio? Kama mimi sinawaambianga nafanya kazi gani? Nakuanga kwa hospitali Equity Afya Medical Center ndani ya Signature Mall Mombasa Road. Nafanyaga kitu kama hii. Unaona? Eh, kama wewe na, nakuja na unaosha meno hapo, unakuja unafanyiwa braces kama uko na space, unawekwa meno ingine. Unaona? Unafanyiwa filling, vitu mingi. Kama labda una, unakuja unatibiwa macho, unatibiwa ugonjwa yeyote. Tunatibu hapa Equity, uh, Afya Signature Mall. Si ndio? Pia wewe tuonyesha yako, tukuje tu support. Ama namna gani? Tusita, ama tuseme huko na majini ama tuseme